Sifa kuu za banda bora ambalo linaruhusu kuku wafugie. Kitu cha kwanza, hakikisha banda lako lina hewa na mwanga wa kutosha, light and ventilation. Hivyo ni vitu muhimu sana kwa viumbe wa kuku, anapenda sana mwanga na hewa ya kutosha. Kitu cha pili, hakikisha banda lako lina u, lina flow ambayo haifanyi maji yakatuama, aiyo maji yanamwagika na kufyonza hiyo itakusaidia pia kupunguza ile disturbance ya magonjwa na nini, maji yakisii kudeki hapana. Kitu zote katika ubora wa bana, uwe na taaufu, liwe kubwa, ambayo litaruhusu system nzima ya cage iweze kuingia eh, kwa sababu kuna system zote ya maji sio chakula hii weze kuingia. Lakini kitu cha pili na mwisho cha kuzingatia sana, banda lako liwe imara na afikisha banda lako imejengwa kwa ajili ya kuingiza zile, umefuata vile vipimo vya msingi ili keji iweze kusimama vizuri isijee kuleta shida. Mwisho kabisa, akisha banda lako milango vyote e, viko sawa, na tunashauri sana milango iwe center, yani iwe katikati, ambayo pia hiyo haitopunguza nafasi ya keji. Kiweka pembeni inapunguza nafasi ya keji. Vitu msingi sana hivyo ni vya kuzingatia. hewa na mwanga e, ubora hapa liwe juu na ndani pale rafu ili uweze kufanya vizuri.